Na mtazamaji na tukiendelea mbele kwamba hasira na majonzi zimetanda katika eneo la Kiganjo, Gatundu Kusini, baada ya mtu mmoja kufariki katika hali ya kutatanisha mikononi mwa polisi. Naam, Paul Njuguna anaripotiwa kufariki muda mfupi baada ya kukamatwa na maafisa wa polisi kwa madai ya kubeba bangi, lakini kama anavyoarifu Emily Chebet, polisi wamekana madai ya kuhusika na kifo hicho. Maandamano yalizuka eneo la Kiganjo baada ya taarifa kusambaa kuhusu kifo cha Paul Njuguna saa chache baada ya kukamatwa na polisi kwa madai ya kubeba bangi. Wakazi wanadai kwamba marehemu alipigwa na maafisa wa polisi kutoka kituo cha Kiganjo. Akipitishwa hapa haku anaguza chini, alikuwa anapitia kwa hewa akiwa amenyoka, hadi mimi nilisimamisha mzae na wamama wawili pale, shika mtu wetu, umepitisha soko yote wakimpiga, vita watu wote hadi wamama wanashtuka anapigiwa nini? venye hata watu wote venye amefika huko stage, sisi tunaambia ati mtu wetu hayuko. Hari walimkuta, walienda wakimchapa, wakimchapa, alafu walikuwa wamemfuga hivi, si hivi, walikuwa wamemfuga hivi. Sasa walikuwa wanaenda wakimchapa, wakimchapa. Wakazi waliokuwa na ghadhabu walivamia kituo hicho cha polisi, wakiwa na nia ya kuteketeza kabla ya kutawanywa na maafisa wa usalama. Wakazi hao wamelalamikia kile wamekitaja kama ukatili na ufisadi wa polisi katika eneo hilo. Hebu niambie kama watu hawangejua wa wangemfanya aje? Tungesema kijana wane alipotea wane wane. Na ameokotwa na huko, tuseme ni wezi. Hakuna security kubwa enye anavaa klinda ndio wanatua. Hata kaa alikuwa na bunduki alikuwa nafaa, aliku nafaa kupigwa hadi auliwe? Unadhani ukipiga mwanaume vitu hadi akufe hiyo ni vitu inakaa aje? Askari juzi walinipigia pale wakanipiga wakanapiga hadi huku nyuma kote kote, naona hadi huku wakanipiga uku yote ni yao, na sina pesa. Hata hivyo, polisi wamekana madai hayo, wakisema marehemu Paul alikufa alipokuwa akijaribu kuficha bangi aliyokamatwa nayo. Sauti zimetoka na zimeonyesha ya kwamba kijana, wakati alishikwa, alishikwa na bangi na kabla ishikwe na polisi wamfanyie search, aliiweka kwa mdomo na akaimeza ikiwa imefungwa na karatasi ya nylon, na ndio ilim, ilimnyonga. Actually, during the postmortem hiyo bangi imetolewa vile vile imefungwa na karatasi yake, it is still an exhibit. Naibu kamishna wa eneo hilo, hata hivyo ameonya maafisa wa polisi dhidi ya kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya wananchi. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.